Is the Wajane katika kaunti ya Busia wanawarai wadau wa kilimo kuwapa mafunzo kuhusu kustawisha kilimo biashara ili waweze kujichumia riziki. Wajane wengi katika kaunti ya Busia wanataabika kwa kukosa uwezo wa kujitegemea kiuchumi kwa kukosa ujuzi wa kilimo licha ya kuwa na mashamba yenye rotuba <totu> Wajane hawa wakiwemo wanaume kutoka kikundi cha muungano Widows hukongamana hapa Lwanya, eneo la Matayos, kila mwezi ili kujadiliana jinsi ya kusukuma gurudumu la maisha katika jamii ambazo wajane hawapati msaada wa kutosha. Hii leo maafisa wa kilimo wamewatembelea wajane hawa ili kuwapa mafunzo ya lishe bora na kilimo biashara ili kuwawezesha kukidhi mahitaji ya msingi. Stella Ramoya ambaye ni mjane kwa miaka ishirini ni mwanzilishi wa kikundi hiki chenye vyama hamsini na anasisitiza umuhimu wa wajane hawa kupigwa jeki. "Training zikuja nyingi kwa ground ili tujue namna ya kulima kilimo biashara, agribusiness na mambo ya mulching, tujue vile tutalima, so tunaomba tu ya kwamba huo mradi ukianza, kwa sababu walisema unaanza 2025 hadi Vision 2032 so those are five years, ambazo tutakuwa pamoja na wao na tutakuwa vizuri, kwa sababu sisi wenyewe tutakuwa tunafanya kazi na tunajilipa ni sisi wenyewe. Kuona kama tuna organize mwili zetu tuweze kuishi maisha marefu. Akatufundisha tena kuhusu jinsi tunaweza kukula tuna kupanda vitu matunda Haya sasa, na project ya kuku tufanye vitu kama hiyo. Jamani, mimi nimefurahi sana. Wajane hawa pia wamesisitiza umuhimu wa msaada wa kisaikolojia kutoka kwa jamii, kwani wanakumbwa na changamoto za afya, zikiwemo msongo wa mawazo wanaopata baada ya vifo vya wenza wao. Wametufundisha, nilikuwa sijui hiyo vitu, lakini sasa hivi nimejua vile naenda kuishi nyumbani kukula hiyo hiyo fruits na watoto wangu. Kumbe machi ni muhimu sana. Asandi asandi kwa mafundisho hiyo. Machi nitakunywa muungi. Nafikirianga ati nikule ukali mingi nishipe dumbo, kumbe na haribu chakula <laughs> sasa nakula ukali kadoko ni mboka sani. Wajane hawa wana matumaini kuwa iwapo watazidi kupata mafunzo ya kilimo watakuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yao kila siku. Sasa leo walikuwa wamekuja kwa ground kuvet kuona ya kwamba kweli are we there, wamama wapo, je, wanaweza fanya kazi Wan, wako na nguvu ya kufanya kazi, wanaweza lima, wanaweza panda mboga, wanaweza panda matunda, wanaweza vuga kuku, wanaweza vuga ngurue. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.